Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo iliyopondeka tukiwa na mioyo inayokutafuta wewe. Najua unayesikiliza sauti hii sasa hivi moyo wako una mzigo mzito, labda umeamka na mawazo ya madeni, labda umeamka na maumivu ya mwili, au labda umeamka ukihisi huna mwelekeo lakini neno la Mungu katika Yeremia mlango wa 17 mstari wa saba linasema, amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Katika jina la Yesu, nanyoosha mkono wangu wa imani kwako kwa asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu, kila nguvu ya giza iliyokuwa imepanga kuzuia baraka zako leo ivunjike sasa hivi. Katika jina la Yesu, kila roho ya kukataliwa na kudharauliwa ikuachie katika jina la Yesu, kila ukuta wa Yeriko unaozuia kazi yako, unaozuia ndoa yako, unaozuia afya yako uanguke sasa hivi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, naitana amani kwenye moyo wako. Katika jina la Yesu, naitana furaha mahali palipokuwa na huzuni. Katika jina la Yesu, kila aliyepanga kukucheka leo akaone mabadiliko makubwa ndani yako. Katika jina la Yesu, ninafungua milango ya fedha iliyokuwa imefungwa. Katika jina la Yesu, ninaamuru mifuko yako isikauke tena. Katika jina la Yesu, kila mkataba uliokuwa umekwama ukafunguke leo. Katika jina la Yesu, ninafuta kila neno la laana lililotamkwa juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu, ninaachilia upako wa kibali juu ya uso wako, ili kila utakapopita watu wakuone kuwa umebarikiwa. Katika jina la Yesu, magonjwa yaliyoshindikana kwa madaktari yakapate uponyaji asubuhi ya, ya leo. Katika jina la Yesu, kila maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa na magonjwa ya ndani yaondoke sasa hivi. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu ikulinde unapotoka na unapoingia. Katika jina la Yesu, hakuna ajali itakayokupata leo. Katika jina la Yesu, hakuna mtego wa adui utakaokunasa leo. Katika jina la Yesu, ninaamuru marejesho ya kila kitu ambacho shetani aliiba kwenye maisha yako. Kama aliiba furaha yako, narejesha furaha katika jina la Yesu. Kama aliiba amani ya watoto wako, narejesha amani katika jina la Yesu. Kama alichelewesha muujiza wako, ninaamuru kasi ya kimungu iingie kwenye maisha yako asubuhi hii katika jina la Yesu. Usife moyo mwanangu. Mungu amesikia kilio chako cha usiku wa manane. Katika jina la Yesu, kile ulichokuwa unakiomba kwa machozi sasa utakipokea kwa vicheko katika jina la Yesu. Ninaona nuru iking'ara mahali palipokuwa na giza nene katika jina la Yesu. Ninaona milango ya kimataifa ikifunguka kwa ajili yako katika jina la Yesu. Ninaona ukienda kuwa kichwa na wala si mkia katika jina la Yesu. Ninaona ukikopesha mataifa na wala hutakopa tena katika jina la Yesu, ninaona adui zako wakitawanyika kwa njia saba. Katika jina la Yesu, baraka za asubuhi, baraka za mchana na baraka za jioni zikufuate. Katika jina la Yesu, naweka muhuri wa ushindi juu ya siku yako ya leo. Katika jina la Yesu, pokea nguvu mpya ya kusonga mbele. Katika jina la Yesu, pokea akili ya kimungu ya kupata utajiri. Katika jina la Yesu. Kila aliyekusahau aanze kukutafuta sasa hivi kwa ajili ya wema Mungu. Ni mwaminifu na hajawahi kushindwa. Simama kwa ujasiri, nenda kamiliki siku yako, na ujue kuwa muujiza wako uko mikononi mwako. Tuma maombi yako sasa, ili tuendelee kusimama na wewe kwenye maombi haya ya nguvu. Subscribe. Je, ungependa ni kuandalie ombi lingine la kipekee kwa ajili ya kupata kazi au uponyaji wa magonjwa?